Mwenyezi Mungu tuna kushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Wewe ndiye Mungu wa kweli na wa pekee, heshima sifa na utukufu ni za kwako. Tunakuomba uibarikie siku hii, uubarikie mkutano huu kipekee, tunaliinua kwako taifa letu ambalo umelitunuku na kulibariki, tunakuomba ulitakase na kuidumisha amani yetu na utulivu yetu wa nchi yetu. Utufanye Watanzania wote kuwa na utayari wa kuzipokea zile baraka ambazo umeziweka juu ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Neema ulioweka juu yake iendelee kuineemesha na kulistawisha taifa letu. Tunakuomba umpe afya njema, umpe moyo mkuu, pamoja na wasaidizi wake wote, katika vipindi vyote ambavyo ni vigumu na vyepesi, wewe ambaye uliyemteua na kumpa nafasi ya kuongoza taifa hili kwa msimu huu. Tunakuomba, E Bwana, umpe afya njema, umwongoze, umlinde, umfiche na mbali na maadui wote ambao wasiolitakia mema taifa hili. Bwana, umpe ujasiri wa kutokuogopa chochote, aendelee kusonga mbele. Kumbushe ya kwamba kuliongoza taifa hili na kulitumikia taifa hili ni kukutumikia wewe uliye Mungu mkuu na wa pekee, na ya kwamba mamlaka hii umempa yeye. Asiangalie kushoto wala kulia, asonge mbele, na utufanye sisi Watanzania wote tuwe na utayari wa kuzipokea baraka hizi ulizoziweka juu yake. Umetupa baraka wakati wote wa viongozi wa wanaume Lakini sasa umekusudia ya kwamba tuzipokee na baraka zilizoko juu ya wanawake, naye ndiye uliyemteua katika msimu huu. Tunakuomba e Bwana, utuunganishe na kutufanya kuwa kitu kimoja kwa ajili ya ustawi na hatima ya taifa letu, kwa jina la Yesu Kristo uliye Mungu mkuu na nuru halisi, tumeomba. Amen.